Wizara ya afya kupitia katibu mkuu Mary Muthoni inafahamisha umma kuhusu mkurupuko wa ugonjwa wa mpox hususan maeneo ya kaskazini mwa nchi. Kwenye barua kwenye vyombo vya habari, katibu mkuu Mary Muthoni anasema Kenya imenakili visa 137 katika kaunti 17 zikiwemo Busia, Mombasa, Nakuru, Makueni, Nairobi, Kajiado, Bungoma, Taita Taveta, Kericho, Kilifi, Kiambu, Uasin Gishu, Migori, Machako, Sisiolo, Kisii na Kirinyaga. Kwa kipindi cha siku ishirini na moja wahasiriwa mia nne wametambuliwa huku mia tatu na kumi na tano wakifuatiliwa kwa ukaribu. Aidha, wasafiri milioni nne nukta nane wamepimwa kabla ya kutoka nchini. Vipimo hivyo vinafanyika katika maabara ya kitaifa kufikia sasa sampuli 597 zimepimwa na 137 zimepatikana kuwa na ugonjwa huo. Dalili za ugonjwa wa Mpox ni maumivu ya misuli, maumivu ya mgongo, kuwa na vipele, uchovu na udhaifu mkubwa na maumivu kwenye sehemu ya chini ya mgongo. Katibu mkuu kwenye wizara ya afya Mary Muthoni amehakikishia taifa kuwa wizara ya afya ipo tayari kukabiliana na ugonjwa huo, akikariri haja ya Wakenya kuhamasishwa kuhusu ugonjwa huo ni... I want to assure everybody here. Nikiripotia jarida kamilifu awamu ya dhuhuri mimi nafahamika kama Kagunda Kelvin.